Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, na moja kwa moja tuelekee kaunti namba 29 ambapo jamii za Talai, Terik na Ogiek zinazoishi katika kaunti ya Nandi hii leo zimepata fursa ya kuwasilisha maombi yao kuhusu changamoto wanazopitia mara kwa mara, hususan maswala yanayowafanya kubaguliwa katika maendeleo. Hii ni baada ya serikali kuzindua mpango kabambe kupitia sera ya kitaifa ya vikundi vidogo vidogo vya kikabila na jamii zilizotengwa. Eneo lake lengo lake ni kushughulikia tofauti za muda mrefu, kuwezesha jamii ambazo zimetengwa kihistoria kupata fursa sawa na kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Kitu ambayo ametusumbua sisi kama jamii Ogiek ni makao, lakini kama hawa watu wa minorities akisukuma mambo yetu afikie rais tunaona kwamba sisi kama chama ndogo ndogo kama ugie tutaweza kupata hati haraka haraka. Wale walifungwa Moyale, wengine wakapelekwa Meru, wengine wakapelekwa Nyeri, hapa hapa hata saizi yetu. Ukiona hapa ni kama my grandfather alifungwa hapa na colonial county commissioner tukateswa. Tangu kunyakua huru mpaka saa hii ni saiti ya miaka sitini nasiangaa watu kupata sita miaka 60 wakati wasungu nakaa hapa kwa 70 years, mbona wa Afrika wetu na Talai na Terik kwa kwanini watu nasi... nakuwa na sita. Tumepeana memorandum na tunaomba na tunashukuru na serikali ambaye iliweka hiyo eh, department kwa office of the president kuhusu mambo ya minorities. Mambo ya minorities itekelezwe, angalau na sisi tufaidike. Tuelekee tena kaunti namba ishirini.